na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba. yauma nad'u kulla unasi bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yulamuna fatila Siku tutakapowaita kila kikundi cha watu kwa mujibu wa wakifuatacho, basi atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, basi hao watasoma kitabu chao wala hawatadhulumiwa hata chembe. wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil-akhirati a'ma wa adallu sabila. Na aliyekuwa hapa kipofu basi atakuwa kipofu akhira na atakuwa aliyepotea zaidi njia. wa in kadu la yaftinunaka anilladhi awhaina ilayka litaftari alayna ghayrahu wa idhan la latakhaduka khalila, na hakika walikaribia kukushawishi uache uwache tuliokufunulia ili utuzulie mengineyo, na hapo ndio wangelikufanya rafiki. walaula anthabatna kalaqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, na lau kuwa hatukukuweka imara ungelikaribia kuelekea kidogo. idhan la adhaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati thumma hapo basi, bila shaka tungelikuonjesha adhabu maradofu ya uhai na adhabu maradofu ya kifo, kisha usingepata mtu wa kunusuru nasi wa in kadu layastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idha la yalbathuna khilafaka illa qalila na walitaka kukukera ili uitoke nchi, na hapo wao wasingilibakia humo ila kwa muda mchache tu. sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu lisunnatina tahwila, huo ndio mwendo kwa mitume tuliowatuma kabla yako wala wa hupati mabadiliko katika mwendo wetu. Aqimis salata liduluki shshamsi ila ghasaqil layli waqur'anal fajr

naamka usiku kwa ibada na ziada ya sunna hasa kwako wewe, wenda Mola wako mlezi akakunyanyua cheo kinachosifika. Nasema, mola wangu mlezi niingize mwingizo mwema na unitoe kutoka kwema na unipe nguvu zinazotoka kwako zinisaidie. wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa. Nasema, haki imefika na uongo umetoweka, hakika uongo lazima utoweke. la na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo matibabu na rehma kwa waumini, wala hayawazidishi madhalimu illa khasara wa idha anamna ala linsani aghrada wa naa bijanibihi wa idha massahu ash-shar kana yausa, na mwanadamu tunapomneemesha hugeuka na kujitenga kando, na inapomgusa shari ukata tamaa. Kul kullu yamalu ala shakilatihi farabbukum alamu biman huwa ahda sabila, sema ewe Mtume, waambia watu kila mmoja miongoni mwenu anatenda kulingana na hali zinazonasibiana na yeye, na Mola wenu ni mjuzi zaidi wa yule aliyeongoka zaidi njia ya haki. Wa yasalunaka 'ani ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum mina al-ilmi illa qalila, wanakuuliza habari za roho. Sema, roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika elimu ila kidogo tu. Wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila, na tungelipenda tungeliyaondoa tuliokufunulia kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu. Kwa haya, illa rahmatan min rabbik Inna fadlahu kana alayka kabira. Isipokuwa iwe rehma itokayo kwa mula wako mlezi, hakika fadhila yake kwako ni kubwa. Sema, wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qur'ani, basi hawaleti mfano wake hata wakisaidiana wao kwa wao.

wanakataa isipokuwa kukanusha tu. waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbua, na walisema hatutakuamini ewe Muhammad, na hatutafanya vile unavyosema mpaka utupasulie kwenye ardhi ya Maka chemchemo ya maji yenye kupita takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira, au uwe na shamba lenye aina za mitende na mizabibu, na uifanye mito nyenye nye kupita kati yake kwa wingi, au kama zaamta alayna kisafan au taatia billahi wal malaikati qabila, au. Au utuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai, au utuletee Allah na malaika uso kwa uso. Au, yakuna laka baytum rfi au tra fi lsmai wla numina lirukiika hata tunzil lina kitaba narauh au uwe na nyumba ya dhahabu au upae mbinguni wala hatutaamini kupaa kwako mpaka tuteremshie kitabu tukisome Illa bashara rasula, sema subhana rabbi, ametakasika Mola wangu Mlezi, kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume. wama mana annasa an yu'minu idha rasula. Na nini kilichowazuilia watu kuamini ulipowajia uongofu isipokuwa walisema, Je, Allah humtuma mwanadamu kuwa ni mtume? Lau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'inina lanazzalna alayhim samai malakan rasula, sema: ingelikuwa duniani wapo malaika wanatembea kwa utulivu wao, basi bila shaka kungeliwateremshia malaika kuwa ni mtume wao. kul kafaa billahi shahidan baini wa bainakum

wmn ydlil flan tjid lhm auliya mn dunh wnxshurhm yum alqiyamat ala wujuhihm umya wabukma wasumma na anayeongozwa na Allah ndiye mwenye kuongoka kwenye haki na wanaopotezwa na Allah hautawapatia mtu rafiki atayewaongoa kinyume na Allah. Tutawafufua siku ya kiyama, ilhali ni vipofu na mabubu na viziwi. mawahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira, na makazi yao ni jahannam, kila moto ukifanya kusinzia utazidi kuuchochea wake kwa nguvu.

na wakasema hivyo, tukisha kuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya?